Katika siku za hivi karibuni, mvutano wa kidiplomasia ulizuka kati ya Kenya na Uganda kufuatia kauli ya rais wa Uganda Yoweri Museveni aliyoitoa Jumapili Novemba 9 kuhusu haki ya nchi yake kutumia bahari ya Hindi kupitia ardhi ya Kenya. Kauli hiyo ilitafsiriwa na baadhi ya wa wachambuzi kama tishio la kivita, ilizua taharuki katika ukanda wa Afrika Mashariki. Hata hivyo rais wa Kenya William Ruto alijibu kwa busara na msimamo wa kidiplomasia, akisisitiza umuhimu wa amani, ushirikiano wa kikanda na kuheshimu mikataba ya kimataifa. Rais Museveni alieleza kutoridhishwa na hali ya Uganda kutegemea bandari ya Mombasa kwa biashara ya kimataifa, akidai kuwa nchi yake ina haki ya kutumia bahari ya Hindi kwa uhuru zaidi. Katika kauli iliyozua mjadala, alionya kuwa kuzuiwa kwa Uganda kutumia bahari hiyo kunaweza kuchochea mivutano mikubwa, hata akataja uwezekano wa kuchukua hatua kali zaidi, jambo lililotafsiriwa na baadhi ya wachambuzi kama tishio la kijeshi. Rais William Ruto, kupitia msemaji wa serikali na katibu mkuu wa mambo ya nje Korir Sing'oei, alijibu kwa utulivu na hekima. Serikali ya Kenya ilisisitiza kuwa Kenya inaheshimu sheria za kimataifa na mikataba ya kikanda na kwamba ufikiaji wa bahari kwa nchi zisizo na bandari ni haki inayotambuliwa kimataifa. Aidha, Kenya ilieleza kuwa haina nia ya kuzuia Uganda kutumia bandari zake na kwamba ushirikiano wa kikanda unapaswa kuimarishwa badala ya kudhoofishwa kwa matamshi ya vitisho. Katika kauli yake binafsi, Rais Ruto alisisitiza kuwa Kenya ni taifa linalojitahidi kudumisha amani na mshikamano wa Afrika Mashariki. Alisema, sisi si taifa la migogoro, tunaamini katika mazungumzo ushirikiano na kuheshimu majirani zetu. Kauli hii ilionekana kama jaribio la kupunguza taharuki na kurejesha hali ya kawaida ya kidiplomasia. Mbali na Rais Ruto, viongozi wengine wa Kenya kama Moses Kulia walitoa kauli kali zaidi wakimkemea Rais Museveni kwa matamshi yake. Kulia alionya kuwa kauli kama hizo zinaweza kuchochea mvutano katika eneo ambalo tayari linakumbwa na changamoto za kiusalama. Alisisitiza kuwa viongozi wa Afrika wanapaswa kuwa na busara na kujiepusha na lugha za uchochezi. Kauli ya Rais William Ruto baada ya matamshi ya Rais Museveni kuhusu Bahari ya Hindi imeonyesha ukomavu wa kisiasa na dhamira ya Kenya kudumisha amani na mshikamano wa kikanda. Badala ya kujibu kwa vitisho, Ruto alichagua njia ya mazungumzo na kuheshimu sheria za kimataifa, akitoa mfano wa uongozi wa busara katika nyakati za mvutano. Haya ni machache miongoni mwa yale yaliyo mengi ambayo nimekutayarishia kwa wakati huu.